Karibu sana Mheshimiwa Waziri, Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati, katika banda la Wakala wa Majengo Tanzania. Awali ya yote, wakala wa majengo Tanzania ni taasisi ya serikali ambayo iko chini ya Wizara ya Ujenzi, tukiwa na majukumu ya kujenga majengo ya serikali, uh, ushauri wa majengo ya serikali, usimamizi pamoja na uendelezaji wa miliki za serikali. E, mheshimiwa uh, Naibu Waziri Mkuu, hapa mbele yako unaweza kuona miradi mbalimbali ambayo sisi kama wakala wa majengo tunaitekeleza. Uh, ukiweza kuona kwenye picha hapa, hii ni ofisi ya rais Ikulu ambayo sisi kama wakala wa majengo tumeweza kubuni jengo hilo pamoja na kusimamia ujenzi mzima kukamilika. Lakini pia naibu waziri, waziri mkuu uh, sisi wakala wa majengo kwenye mkoa wa Geita tuna mradi mkubwa ambao tunatarajia tuna, tuna kutekeleza hivi karibuni. Mradi huo unaitwa Mission Kota. Mradi huo mkuu, tunapenda tuna kumshukuru pia uh, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Rais uh, Dr. Samia Suluhu kwa kubadilishia sheria yetu ya wakala wa majengo GN namba 595 ya mwaka 2023 ambayo inatuhusu sisi wakala wa majengo kushirikiana na sekta binafsi pamoja na taasisi za kifedha katika kuhakikisha miradi hiyo inatekelezwa. Lakini mheshimiwa naibu waziri mkuu, tunapenda pia kwa fursa hii kuwakaribisha pia wawekezaji ambao wana wanatamani kushirikiana na wakala wa majengo Tanzania kwa njia ya ubia kuweza kushirikiana nasi kwenye miradi hiyo lakini mheshimiwa, pia tuna miradi yetu mbalimbali ambayo tunaitekeleza ikiwemo hospitali uh, ya rufaa ya, ya kanda ya Chato pamoja na hospitali ya rufaa ya mkoa Geita. Mkuu, miradi hiyo imekuwa ni chachu katika kuwaletea huduma wa wananchi kuweza kuwahudumia uh, katika miradi hiyo. Lakini pia uh, mheshimiwa, tumeweza kutekeleza miradi mbalimbali ikiwemo ofisi ya mkuu wa mkoa wa hapa Geita ambao tayari umeshakamilika na pia tuna miradi mingine ya ofisi mbalimbali ikiwemo ofisi ya, ya TANESCO a, pamoja na ofisi nyingine za, za kuu wa wilaya. Hivyo mheshimiwa waziri mkuu, sisi kama wakala wa majengo tunakushukuru kwa ujio wako hapa katika banda letu, lakini hata hivyo mkuu, tunapenda tuna, tuna kukabidhi zawadi ambayo, asante. Kila la heri.